Na Bwana Ibra anazidi kufanya interview ee, katika media mbalimbali kama unavyoelewa kwamba ulikuwa ni msimu wake ya, wa yeye e, kufanya media tour yeah. Yaani kwamba ilikuwa ni moment ya yeye Ibra kufanya interview katika media mbalimbali mbali, kwa ajili ya kupromoti kazi ambazo ameziachia hivi karibuni. Lakini pia vile vile kama unavyoelewa eh, ni kwamba msanii Ibra bwana, wakati anafanya hiyo media tour kwa ajili ya promotion ya kazi zake, lakini vile vile pia anafanya mchakato mzima wa kuulizwa maswali mengine kuhusiana na past life yake eh, changamoto ambazo amezipitia maisha yake kwa ujumla na mambo mengine mengi sana. Sasa, hivi karibuni, ni kwamba Ibra bwana ameenda katika moja kati ya radio, hii ni East Africa Radio, na amepiga nao story pale kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo amesha kupitia kiukweli ni vitu ambavyo vimemake headline kwelikweli kutokana na baadhi ya vitu hapa ambavyo wamevisimulia. Watu wengi sana wamebaki mdomo wazi. Kwa mujibu wa Ibra, ameelezea kwamba yeye bwana kwa muda mrefu sana, eh, wakati yuko pale Konde Gang, katika mashemeji wote ambao wameshawahi kuwepo na Harmonize, basi yeye anayemkubali ambaye pia alikuwa akimsaidia au kumsupport kwa namna moja au nyingine, alikuwa ni Kajala. kwamba Ibra bwana ameamua aweke wazi kwamba katika mashemeji wote ambao Harmonize ameshawahi kuwa nao basi Kajala ndiye shemeji yake pekee ambaye ameshawahi kumsaidia. E, na sana sana ni kwamba kuna kipindi anasadai mwenyewe Ibra alikuwa anapitia wakati mgumu, alikuwa hana fedha, kwa hiyo basi moja kwa moja ikabidi aende e, ampigie simu Harmonize. Kwani Ibra ameelezea kwamba Harmonize ana hiyo tabia kwamba hawezi akakupa hela mpaka upige simu kumsumbua kumuomba omba ndipo atakapokupatia hiyo pesa lakini ile system ya kusema kwamba labda kuna kiasi fulani anatakiwa anampa kijana kwa kila mwezi kwa ajili ya kujikimu mahitaji madogo madogo, hiyo system haikuwepo. Ni kwamba kila unakapohitaji pesa unaenda na unaelezea shida, then unapewa pesa kulingana na shida ulioelezea ulio. Kwa hiyo Ibra ameelezea hiyo ni moja kati ya tendency ambazo Harmonize alikuwa nazo. Sasa ukiachana na hiyo ni kwamba Ibra ameelezea moja kati ya occasion ambayo ilishawahi kutokea kati yake yeye na Harmonize. Alishawahi kufuria, huyu Ibra alikuwa anahitaji pesa kidogo, na ikabidi ampigie simu bosi wake ambaye ni Harmonize, akamwelezea kwamba bro, bwana, hapa nilipo kidogo hali yangu kiuchumi sio nzuri. Harmonize akamwambia kwamba nifuate, niko tipsy kwa ikabidi Ibra soge pande hizo, lakini alivyofika pale ni kwamba Harmonize alikuwa anamwambia njoo hapa tuongee, lakini Ibra alikuwa anaona aibu kwa sababu Harmonize alikuwa yuko na umati wa watu mixa watoto wa kike, kwa hiyo hakuweza kwenda kusema kwamba ana shida, yani kwamba Ibra alishindwa kwenda kusema shida yake pale kwa Harmonize, kwani Harmonize by the time alikuwa yuko na watu wengi wakiwa wamemzunguka lakini pia vilevile vile, Kajala naye pia alikuwepo pale, lakini Kajala kutokana tu na utu uzima au kujitambua kama mtu mzima alivyomwona tu Ibra akajua kabisa kwamba Ibra hapa anachotaka ni fedha. Kwa hiyo basi ikabidi achomoe, yaani Kajala ikabidi ajiongeze akachomoa fedha kwa Harmonize pale, akaenda kumpatia Ibra ambayo ilikuwa ni shilingi elfu ishirini. Kwa hiyo, Ibra ile elfu ishirini ambayo alipewa na Kajala kutoka kwa Harmonize. Yani Kajala mwenyewe ndo alijiongeza, maana Harmonize alimpotezea pale pale. Ni jambo ambalo yeye Ibra analikumbuka mpaka leo na katika hii interview ambayo ameifanya pale Star Africa Television eh, ni kwamba Ibra ameelezea hiyo situation kwamba ilivyokuwa na kiukweli ni moja kati ya vitu ambavyo vimewafanya watu wengi sana wabaki mdomo wazi; wengine wamecheka, wengine wamefurahi. Eh, kila mtu amekuwa na mixed feelings kuhusiana hiyo issue lakini Ibra yeye kwake ni kwamba imekuwa kama ame, alitokea kumkubali sana Kajala kutokana na kwamba Kajala shida ndogo ndogo ambazo Ibra alikuwa anakabiliana nazo, alikuwa Kajala nazisovu au sometimes anazifikisha on time kwa Harmonize. Kwa hiyo, hiyo hiyo ndio sababu ambayo Ibra ameielezea kwamba katika mashemeji wote ambao ameshawahi kuwaga katika mahusiano na Harmonize, yeye kwa upande wake the favorite ni Kajala. Hiyo kama ilivyokuwa kawaida ni kwamba peji mbalimbali zimesambaza hizo habari huko mitandaoni. Kwa mfano, hapa kuna peji wameandika kwamba bwana Konde alikaza kunipa pesa, Kajala akanisaidia elfu ishirini. Alafu hapa chini wakaelezea katika caption kwamba msanii wa Bongo Flavor, Ibra ameibua gumzo mtandaoni baada ya kusimulia tukio la ukarimu aliyofanyiwa na Kajala ambaye alikuwa ni shemeji yake by the time wakati ana date na na Harmonize na Ibra akiwa yuko Konde Gang, akieleza jinsi alivyomsaidia kwa upendo wakati alipokuwa kwa enye hali ngumu kifedha. yes, ae, peji nyingine hii hapa wamekuja wameandika kwamba kuna peji nyingine hapa wamekuja wameelezea kwamba Harmonize alinikazia shilingi elfu ishirini lakini Kajala akanisaidia. Uh, peji nyingine hii hapa tena wamekuja wameandika the same thing wakiwa okay. Wameandika kwamba bwana msanii wa Bongo Flavor Ibra ameibua mada nyingine nzito huko mtandaoni wakati anafanya interview, akieleza jinsi ambavyo alivyosaidiwa na Kajala elfu ishirini kipindi ambacho Konde alimpotezea wakati anapitia wakati mgumu kifedha. Peji nyingine hii hapa, amekuja ameandika kwamba mwanamuziki Ibrah amefunguka kupitia mahojiano katika kipindi cha Planet Bongo ya East Africa Radio kuwa aliwahi kusaidiwa eh, kiasi cha pesa na cha shilingi elfu ishirini na Kajala kipindi ambacho bado Kajala akiwa kwenye mahusiano na Harmonize. Msikilizeni akizungumzia hilo. Lakini pia vile vile ni kwamba kuna issue nyingine ambayo Ibra ameizungumza kiukweli, pia imeshangaza watu wengi sana eh, ni kwamba kumbe Ibra alishawahi ku Harmonize alisha, waikuwa, al, alishamblock Ibra kipindi bado Ibra akiwa yuko pale pale Konde Gang, jambo ambalo kiukweli limeshangaza watu wengi mno. kwa mujibu wa Ibra mwenyewe ameeleza kwamba Harmonize uh, ni takriban miaka miwili nyuma alishawahi kumblock, alishakuaga, lakini kwa mujibu wa yeye mwenyewe Ibra anadai kwamba hajajua sababu ambayo ilisababisha, ilisababisha Harmonize ya mbloku na uh, kiukweli anadai kwamba alishawahi kuwasiliana mpaka na Chopa ambaye ni assistant manager wa Harmonize ili aweze kumuuliza kwamba bwana, hebu ongea na bro, muulize kwamba labda kuna engo ambayo mimi nimemkosea, nijue, maana hajaelewa kwa nini amemblock. Yani alikuwa amemblock katika simu za kawaida, yani ni kwamba Ibra akipiga simu kwa Harmonize, hampati. Aa, akituma message pia the same hampati, kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa kimemshangaza sana Ibra, na anadai kwamba alishablokiwa na Harmonize kipindi akiwa bado yuko pale pale konde gang so hapa katika interview ambayo ameifanya hapo hapo East Africa Radio, katika mada nyingine, ndo hivyo Ibrah ameelezea, alisikika akizungumza kwamba kabla hata sijatoka, asijatoka konde genga, Harmonize alisha ni block miaka miwili nyuma. Hata meseji zangu alikuwa anakaa miezi au mwezi mzima au hata miezi miwili, hajibu. Ya, so hiyo ni shu nyingine ambayo Ibra ameizungumza kumhusu Harmonize Konde Boy na jinsi ambavyo situation ilivyokuwa kipindi ambacho yeye alikuwa bado yuko pale pale Konde Gang.